Tanzia ambapo watu watatu wakiwemo wa mtoto mchanga wanahofia kupoteza maisha yao baada ya mafuriko kuathiri eneo la Soko Mjingana mtaa wa Fafi, kaunti ya Isiolo siku ya Ijumaa. Naam, nyumba kadhaa zilisombwa na maji kumamia watu wakiathirika. Wafanyabiashara wanakadiria hasara kubwa kwa sababu bidhaa zao zimesombwa na maji na vyakula kuharibika. Na mlitaulete Ngesa na taarifa zaidi Wakazi wa Soko Mjinga kula mawe na Fafi wanazoa tope na uchafu majumbani mwao na maeneo ya biashara. Hii ni baada ya mvua kubwa kunyesha na kusababisha hasara na hofu zaidi ya maafa. Wakazi wakijaribu kuokoa chochote kinachoweza kuokolewa, japo wakikadiria hasara kubwa. Mabati yaliyong'olewa, mbao na mizizi ya miti ikisimulia nguvu ya maji yaliyopita hapa. Ile, ma, ile madhara imefanyika jana hatujaiona kwa sababu nyumba zimeenda, vitu zimeenda, maduka wa vitu vimeenda. <coughs> watu wengine hata hawana pali ya kulala. Maji haya yalikuja kwa vishindo sana, ni kwa sababu imebeba vitu, imebeba vitu za watu, imeingia kwa maduka, imeharibu vitu, kwa hivyo watu wameenda hasara kubwa. Watu watatu wakiwemo mtoto mchanga wanahofiwa kufariki, watu wengine wawili wakiripotiwa kusombwa wakiwa ndani ya gari. Mtoto alionekana kwa maji akiwa amesombwa na maji na hakuokolewa, ni kwa sababu uh, inahofiwa kwamba alikuwa ameshaaga dunia. Ndani ya maduka, bidhaa tofauti zimeloa maji na vyakula kuharibika. Misingi ya baadhi ya nyumba pia imeporomoka ikimegwa na nguvu ya maji. Kuna vitu mingi na hata huku ndani kuna, kuna ngunia za mahindi za jage ambazo zimeharibika actually, nimepata hasara kubwa almost 60,000. Hapa mimi niko tu vile niko ndivyo nimebaki, so tunaomba serikali tusaidie kwa haraka. Wakazi wanalalamikia serikali ya kaunti ya Isiolo kwa kuzembea katika kusafisha mabomba ya maji taka. Tunaomba tuwekewe daraja ya boksi karabati ambayo itasaidia kunyonya hii maji ambayo hata ikiruka iki kidogo haitasumbua wakaaji wa eria hii. Wakati huo huo wakaazi wa Korogosho, Nairobi, bado wanaendelea na juhudi za kumtafuta kijana mwenye umri wa miaka 25 aliyeripotiwa kuzama katika mto Nairobi. Kuna ndugu yangu alianguka kwa mto hii ya nairobi river, akiwa tu anavuka hapo kwa daraja, na sinsi hiyo wakati tumemtafuta, eh, for the last, for the last eh, 11 days. Melita Oletenges, runinga ya Citizen.